Njia hii ambayo naitumia hapa ni rahisi sana kwa wewe ambaye unapenda kubana nywele ya mteja wako, na ukaacha zile baby hair ambazo zinakuwa kama zina mistari mistari upande wa mbele. Mwana mimi, ninachokifanya nakata nywele kidogo, nachukua jeli yangu, alafu naipaka, nalaza nywele zangu upande wa nyuma. Ukiangalia upande wa mbele, niliacha nywele kidogo sana, sio nywele nyingi sana. Kwa hiyo kama utahitaji mistari yako iwe midogo zaidi ya hapa, utakata midogo midogo. Kama utahitaji nywele ambayo ni chache zaidi, ina maana wakati unabakisha nywele zako bakisha nywele kidogo tu, kata kama hivi, hakikisha mstari wako umenyooka, chukua jeli yako kidogo kama hivi, alafu nenda kaipake. Sasa jeli nimetumia hii ya soft and free. Unaweza kuibamia jeli hii, unaweza kuisukia. Sasa, kwa maana ninavyo kata vizuri na kata hivi, alafu nina Uh, chana kuja upande wa nyuma hivi, hakikisha nywele zako unazibakisha ni kidogo sana, usiache nywele nyingi. Saa kwa utalaza kama hivi, kuja nyuma. Umeona ilivyokuwa rahisi. Kwa hiyo, kwa wewe ambaye sasa unajifunza ndio mara ya kwanza kubana staili kama hii, upande wa nyuma zibane nywele zako zote zivute tu upande wa nyuma utabana pia kidogo kidogo, upande wa mbele utaacha kama hivi kidogo, alafu tutakuwa tunazilaza kwa kutumia jeli yetu hivi. Jeli hii ni nzuri sana kwa kubania, in case kama unasumbuka haujapata jeli ya kubania, tumia jeli hii ambayo nimeitumia mimi, na mimi ni Farida Othman, kutoka Farida kutoka Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi tunawakaribisha sana chuo kwetu. Chuo kinapatikana Dar, kinapatikana Dar es Salaam Tegeta Nyuki tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha kubana, tunafundisha makeup, tunafundisha fashion, tunafundisha mambo yote ambayo yanahusiana na saluni. Kwa kwa, kwa wee ambao ntaji kujiunga, ada zetu kuanzia laki tatu mpaka laki sita Kwa wale ambao mnatokea mikoani, hosteli zipo, ni shilingi laki moja kila mwezi. Jinsi gani ya kujiunga na chuo, namba zetu ni hizo ambazo unaona kwenye screen. Una swali na chochote, niandikie kwenye comment. Umesha bana kama hivi, unataka kunitumia feedback, ni bure kabisa, utanitumia pale WhatsApp, namba yangu ni hii ambayo unaona kwenye screen lakini Hakikisha umeingia pale YouTube jina ni Farida Othman. Alafu kabisa gusa button iliyoandikwa subscribe. Nywele yangu yote hatua ambayo ilifata brush. nataka ni, ni nywele zangu zote zijivute upande wa nyuma. Kwa hiyo unaweza ukawa na mteja anahitaji kubana kama hivi, unaweza kutumia njia hii upande wa nyuma. Utaangalia sasa wewe mwenyewe either uweke banio kama hivi ambayo nilivyoweka mimi. Mimi mi nimetengeneza uh, round yangu hii ni kabana, lakini pia nitaenda kuongezea na rasta upande wa nyuma, lakini sio lazima sana. In case kama wewe unahitaji labda ku kubana labda ni uh, ponytail, kubana vyovyote vile lakini kama utahitaji kubana kama mimi, inawezekana, lakini kupitia disaini hii ambayo nimeibana hapa, tuna uwezo wa kubana disaini nyingine ya tofauti tofauti, sawa. Kwa hiyo nitapachika chupio yangu kama hivi kwenye rasta, sawa. Alafu nitaenda kutengeneza hizi kama kama round, kama flower fulani hivi, kuhakikisha unaichana nywele yako vizuri rasta ukitumia rasta ambayo ni ndefu itakupa matukio mazuri tofauti na rasta fupi, kwa sababu ukikunja haito utopata ambayo ni kubwa. Mimi nitatumia tu vidole vyangu nita twist kama hivi, halafu nitakwenda kubana kwa kutumia chupio. Sasa in case kama hujaelewa, niandikie kwenye comment unahitaji kujifunza zaidi. Mimi nawakaribisha sana kwenye Beauty Academy. Sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha, na uzuri ni kwamba watu wengi sana wamenufaika na yale mafunzo ambayo tunayatoa sisi. Sawa, upo mkoani, uh, hauwezi kuja kusoma madarasa ya live, ingia YouTube, tafuta Farida Othman, yapo madarasa mengi mafundisho mengi nimekuwekea pale. In case, kama nywele ambayo unaihitaji ujaiona, nitumie kwenye WhatsApp yangu ambayo unaenda kwenye screen, nitakwenda kukufundisha na nitapostia pale YouTube, na utaiangalia na utaelewa zaidi na zaidi. Sasa sawa kwa nitaendelea kuitwist nywele yangu nitakuwa na bana na chupio. Cha kuzingatia ni kwamba hakikisha chupio yako haionekani, sawa. Usimbani mteja nywele akaondoka, uh, chupio inaonekana. Baada ya hapo, mimi nitakwenda kuonyesha ile ambayo itakuwa ni final touch kwa siku ya leo. Nenda kumaliza malezi vitu vidogo vidogo, alafu nitakuonyesha ule mwonekano wa mwisho kwa siku hii ya leo, sawa. Yes, na huu ambao unauona hapa ni mwonekano wetu wa mwisho. Niseme asante naendelea kujifunza nasi. Kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na, na mafunzo yetu, chuo kipo Dar es Salaam cha Geta Nyuki, chuo kimesajiliwa, mafunzo na huduma tunazotoa sisi unaswali, ni za uhakika. Una swali una chochote niandikie kwenye komenti, unahitaji kujifunza zaidi niandikie kwenye komenti. Asante na kwaheri.